Gela naam, umepatiwa zawadi ya shilingi laki moja sambamba na simu. Hongera. Ndiyo, asante. Unapatikana mkoa gani tukuelekeze sehemu ya kwenda kupata zawadi yako? Unapatikana Shinyanga. Mara ya mwisho kutumia mpesa umetumia rini, kama una kumbukumbu kaka? Nimetoka kutumia sasa hivi. Umefanya mwamara gani, umeweka umetoa? Ah, umenunua kifurushi? Nimenunua kifurushi ndio, tunataka tukuingizie hii zawadi ya laki moja. Utakuwa na jumla kiasi gani, sambamba na balance yako kwa sasa hivi? Ndio, ukijumlisha na salio lililopo kwenye account yako ya mpesa. Ta, kwa sahizi nitakuwa na laki tano mia mbili kumi na sita. Utakuwa na jumla kiasi gani? Ah, basi, ndio hiyo itakuwa, ndio hiyo jumla yake, hiyo laki tano. Kasi umesema laki moja, zawadi yetu ni laki moja. Wewe kwenye account yako unakuwa na kiasi gani? So, ndo hivyo nakwambia, nitakuwa na jumla ya la laki tano na ya kwako wewe. Ndio, ni kweli kabisa, tunaona hapa ndio. Kwa hiyo kweli kuna, kuna laki ngapi sa hivi eh? Kwa huko mnaona shii ngapi tunayoiona sisi, ndo hii ambao tu umesema wewe hapa, laki tano? Hapana, shii ngapi hapa, baransi yako ni laki nne na ngapi sasa, senti tuweze kukutajia hivi kujihakikishia, nikwambie. Unasikia hivi mm. ambao mnawasiana nao ni wajinga sana au nini? Sistimu hiyo bado mnaitumia? Kwa nini msibadilishe sistimu nyingine? Kwa sababu ila nyie wajinga sana hivi. Sasa mimi mjinga we mjinga kwa sababu gani hamtaki kubadilisha? Ah. Eh. sistimu ya kudanganya, tutafuteni Ta sistimu nyingine we na, naona tubadilishe, tubadilishe eh, sistimu ipi ya kuwadanganya wa, ya kuwa wa, ya eh, kuwadanganya wajinga ah. <laughs> na wadanganya wajinga. Wewe unajua mimi kwa siku naingiza shilingi ngapi? Yani wewe unajua ni mjinga sana mimi yani? sio mjinga, kwa sababu mimi naingiza hela kuliko wewe. Sasa sababu mimi nitakuwaje mjinga? Yaani nikwambie, unasikia eh? Yani kwa upumbavu unaofanya Sidhani, Kumbabu, kama unaingiza, eh? u, sidhani kama unaingiza hela ambayo ni sahihi. Sawa, mimi nakuuliza swali, wajinga Tanzania hapa ni wako wangapi? <laughs> hmm? kondom na watumia zaidi wajinga sana. <laughs> Sasa nashangaa unaniambia mimi ni mjinga. Mimi sio mjinga, mimi naingiza hela nzuri. So, unaingiza eh? shilingi ngapi lakini asana, kwa kudanganya hivyo, kwa kutapeli. Sasa ndio ujiulize wewe kwamba wajinga, eh, wako wangapi? Hebu tuongee tu kirafiki sasa, unaingiza anaingiza shilingi ngapi mwanangu? Niulize wewe, mimi naokota, nakutana na mtu ana milioni mbili, anakutana na mtu ana laki saba, la laki nne, laki tatu, laki <laughs> la ngapi, elfu thelathini, elfu arobaini. Sasa mpaka naondoka nyumbani na, na milioni tatu, milioni nne. Sasa nani mjinga sasa, mimi au wao? Unasikia ya wanangu? Hivi unaweza kanifundisha kasisi system na mii nikakuiga? ni kidogo Ma